Namni wakaribisheni wapendo wetu na wasikilizaji wetu kwenye vipindi vyetu, e, kwenye Facebook jina ni Rakiza Nelson, pia YouTube jina ni Rakiza Nelson. Niombe mtutembelee, msubscribe, mfollow. Studioni hapa naitwa Joseph. Wavamizi wa nchi yetu ya DRC wa kitutsi kutoka Rwanda, RDF, M23, AFC, wameleta mbinu mpya ya kuwafanyia wabantu wa kikongomani genocide, ili waweze kuwaleta watutsi kutoka Rwanda, wawalete maeneo ya Bukavu, Goma na viunga vyake. Wanaitisha mbinu mpya ni hii, wanaitisha mkutano wao wenyewe, wanapiga risasi na mabomu, alafu wanaanza kuwaua raia wasiokuwa na hatia wa kibantu kwenye majumba yao na kwenye mikutano yao, ili watutsi wenzao